Wakenya wanapojiandaa kwa sherehe za kuvuka mwaka, hali ya kusikitisha inazidi kuzonga maelfu ya watoto walio katika hifadhi za watoto maeneo mbalimbali huko Kisii, kwani wengi sasa wamegeukia serikali, jamii na mashirika mbalimbali kuwakumbuka kwa vyakula, malezi na jinsi ya kupiga jeki elimu yao. Wakizungumza huko Keumbu, kaunti ya Kisii, katika hafla ya kupiga darubini miaka ishirini tangu kuanzishwa kwa kituo cha kustiri watoto cha Keumbu, watoto na walezi wao wameelezea madhila wanayozidi kukumbana nayo, kwani huenda ikawaathiri zaidi iwapo usaidizi wa haraka hautapatikana. Zaidi ya watoto mia nane na tisini wanategemea kituo hicho baada ya kuokolewa maeneo mbalimbali kufuatia matatizo ya kijamii. Nyingine yeye mnaweza Like, unaweza leta hata nguo ama school fees hata chakula pia na Mungu atawabariki. Tunashukuru sana kwa sababu ya watoto ambao tumefanya rescue na watoto ambao tumehudumia tangia mwaka huo wote ni watoto 869. Hata kama huna kitu, we tembea tu kuja ujue mahali hapa angalau ingia kati zungumza na watoto even advice, kuongea kuwapa encouragement ya maisha pia nayo ni ya muhimu. Ukiwa na chochote, kuna mahitaji ambayo ni mengi sana ambayo inahitajika mahali hapa.